Nile kweli, nilikuwa huko ndani nikafikia hapo kwa kwa kwa kwa, nikatoka nje nikasema, matofali yatanyangukia, ndio akatomba kwetu akaondoka. Nilikuwa huko ndani mimi, nikatoka nilikuwa nalala tu basi. Sasa nikasikia kwenye mabati ka ka, nikasema nini, nitoka ni watu wanabomoa nyumba. Sina sehemu ya ama au kuzungumzisha kitu, nisiseme uongo, kwa mabomoa tu akaondoka. Hapa niko nani? Hapa ni kwa nani? Hapa ni kwangu na banangu Martin. Kwanzia mwaka gani? Toka mkoloni mpaka leo. Toka mkoloni. Kwa jina la Yesu Kristo kushtakiwa na mtu yeyote. Yaani, nimeshtakiwa kwa nini? Nimeshtakiwa serikali sisi. Alikuwa hapa kuanzia enzi ya mkoloni. Sasa katika maisha yao kipindi wakiwa wanaishi huko walikuwa wanafanya tu kama vibarua. Sasa si akapata kazi. Alipopata kazi nyumba yenyewe alijengaga pale, alijenga pale, imeliwa na li li mtu a. Sasa kipindi za mikawilia, kipindi hicho ilipoanguka, yeye akawa sasa hizo ameshapata kazi kule, nyumba zimeanguka si. Kwa kuwa ni mfanyakazi sasa tapata na nyumba ili endelee kujenga ndani yake. Hapa ndio hapa kaanza kuumwa sasa. Pale alipoanza kuumwa yule ambaye alikuwa alikuwa naye kazini anafanya naye ambaye anaitwa Nemesingoi, yule Nemesingoi maremo akamwambia, ali yangu ni mbaya sana, maana alikuwa na kansa ya Romeo, akamwambia, ali yangu ni mbaya sana naona ndio hata ni kifo. Angalia tu wadogo zako, usikujui wala unijui, lakini naomba tu angalia wadogo zako na ile ile lao, na yeye ni CCF zake na nini, alimwachia kila kitu, maana mama alikuwa hajui kusoma, sisi wadogo. Basi akamwambia, sasa natakiwa ufanyeje umsaidia um, um. Akasema sawa, hata mwenyewe kabisa kwenye maelezo anasema kweli iliwasaidia kama ndugu. Unaona eh, sasa cha kunishangaza mimi, yule alipokuja kukaa alikuja kurudi kinyume, akaanza kumwambia mama, ondoka kwenye lile eneo unakolima sasa hivi, kwa sababu hata ile mikawilo ile iliyowekwa pale, uwezi una nguvu ya kujenga, una watoto sita, utafanya uta, uta, uta, fanyaje na huko wanasoma. Kwa hiyo mama alikuwa ameshindwa namna kumsaidia ya, na mama akashindwa namna kujisaidia, akamwambia sasa, usilime tena pale, ile eneo ni ndogo, nataka nikupe eneo kubwa ili ufanyeje uweze kusaidia hii familia. Alikuwa analima, mimi na nalima magimbi, akitoka hapo tunaingia nyumbani tunalala. Sasa leo hii nakujaje, huyu mtu anakuja tena kutuletea biashara za kusema hapa sio kwa mama, anamwambia ana ni padogo udogo, si nataka kumtapeli basi. Nikaona tufanyeje, tumshtaki. Ndio nikamshtaki baraza la ardhi kata kule, kata nikashinda. Tulipomshinda huko na hukumu ndio utekelezaji ukatoka, akaja paka hapa akatukabidhi sisi eneo pamoja, akiwa mwenyekiti na kila kitu hapa, tukakabidhiana tukamaliza. Basi yule mheshimiwa akasema karibu, wanasema hawa, waasema hawa, tunafanyaje? tunawasamee sasa wao wamevamia wanasamehewa. Alafu hawa ambao hajavamia watu mia mbili hata wale kule wa hawataweza kushindana nao. Wana, wanataka watu ushindane na sisi pale sisi hatuna nguvu. Kwa sababu wale wako wengi, sisi ni wachache. Yeah. Sasa ndio wamekuja hapa kwa ajili ya utekelezaji, na leo leo hii asubuhi walikuja hapa asubuhi, walipokuja hapa wakanikuta hapa niko hapa, hapa na mama hapo, mama mwenyewe ndiye alikuwa anatoka nje kwenda kujisaidia jisaidia, kwenda kujisaidia kwenda kusaidia kwenda kurudia hapo, na wenyewe ndio wakawa wamekuja baada ya kuja hapo, sasa wakasemaje mama toka hapa. Sasa hivi hapa sio ukae hapa, utoke, nenda kakae pale. Kwa maana hiyo ukae hapa nani, nani, mkuu wa mkoa, inabidi mkuu wa mkoa aje wakuchukue wewe wakupeleke kule kwake, ukaenda ukaishi kule, ili hapa pabomolewe. Nikamwambiaje wataendaje kule kwa mkuu wa mkoa, aje akavunja na kati hapa ni kwake na, ni kwa familia yake na kuna kaburi na amejenga miti. Nikamwambia tangu umezaliwa kweli, unaweza kukuta hii miti hapo Akanambia hapa hapa lazima patavunjwa. Akamwambia je, mama, weka hapo nitakuachia chumba kimoja hapo. Sita na ni sita kibomoa. Mama pale anapokuwa anasimama, akamwambia unielewe. Mama akatoka, baada ya kutoka pale mama akaenda akamwambia je, kwa nini mnataka kunivunjia nyumba yangu? Mimi niende wapi? Mama anapiga ukunga. Akamwambia je, yeye hata kama ukipiga ukunga au kusaidii chochote kile. Huu ukunga unaopiga unasafisha tu macho au kusaidia kitu chochote. Hata kama mnaenda mahali popote pale, hii ni, hii ni, hii ni, hii ni, ni, ni, ni serikali imeamua kuvunja, kwa hiyo lazima inavunjwa hapa. Kwa hiyo mama ndo akatoka hapo, akawa analia na wanakijiji wakaja wakatusaidia hapa. Mimi naitwa Agustino Alois Mushi, ni mwenyekiti wa hiki kitongoji cha Mongoya, na ndio usimamizi wa ulinzi na usalama wa kitongoji hicho. Kwa kweli hiki kitendo hatakisikitisha sana, kwa sababu hata sisi hatuna taarifa zozote na wa na wakayo, hapa yes, na isitoshe pia tujawa kupata mtu yeyote anayelalamika kwamba hili eneo ni langu. Na mpaka sasa hivi nashindwa kuelewa ni kwa nini aliyevunja sasa ni nani, na anataka kuja kufanya nini hapo. Kwa sababu hawa hapa nimewatambua miaka zaidi ya 19 wako hapa. Na mfano bibi muda mrefu sana. Na sijui ni kwa, sijui sasa ni kitu gani kimetokea hapa. Utekelezaji si watambui kabisa. Mimi nipigiwa simu saa 4 nikiwa kwenye shughuli zangu, wananiambia tunakutaka. Kumbe mimi niko mbali. Sina barua yetu waliwahi kunipa sokoni, wamenieleza wa kustukiza tu okay. Mimi walioniambia wanakuja kutekeleza amri ya mahakama ya baraza la ardhi, lakini mimi nikauliza, na namna gani, mbona si hatuna taarifa, mwenyekiti wa kijiji anafahamu? Akamwambia hafahamu zuio. Uh, liliombwa kwa sababu zuio ili litolewe <coughs> ni, ni discretion ya mahakama hmm. Yani kwamba mahakama mpaka enyewe iamue tu kukupa mimi hmm. Naona ni sawa hmm lakini baraza alijaona kama sawa kutoa ni bora utekelezaji uendelee, pamoja na kwamba wao walikuwa walishaomba zuio kwamba tuna rufaa kama ya rufani kwa mimi, mpaka nawapata wateja, hata hayo maombi yao ya zuio tayari yalikuwa ameshapata kwa tarehe, na mimi siwezi kuwa nazo kichwani, na hadi wanakuja kwenye Samia Legal Aid, tayari walikuwa na notice ya kwenda ku, ya, ya kuvunjua hiyo nyumba nyu ilifanikiwa kupata zuio, temporarily ile jitihada za kwenda mahakama ya rufani zifanyike, lakini na mahakama ya rufani nako ni mpaka process, ili upate kikao ni muda, yani sio kwamba ni sala la unaomba leo unapata leo leo, okay. Na pia parties wenyewe wamefrustrate kwa namna moja ama nyingine, wanaamini kwamba labda haiwezekani tukienda, labda kwa mkuu wa wilaya, labda tukienda wapi, tukienda wapi? Kwa hiyo jitihada ndio na baraza nalo walijaona kama ni kuna, kuna haja ya kutoa e, hilo zuio kwa sababu baraza lilikuwa ndio mahakama pekee, maana kwenye execution huwa execution court ndio inayoweza kuzuia e, walikuwa wameshaomba. Kwa hiyo option waliokuwa nayo ni kuomba mahakama ya rufani lakini, huyo mama pia alikuwa amesha ameshaleta maombi ya kupinga utekelezaji wa hukumu kwa sababu yeye anadai ye, ye ndio mmiliki na sio hao watu wake walioshtakiwa, na hayo maombi yalipangwa kusikilizwa tarehe thelathini Julai, ambayo hata sahizi hayana kazi tena, kwa sababu hadi ya yasikilizwe yatolewe uamuzi na amri ya kutekeleza imeshafanyi imeshatolewa. Basi pengine ni baraza lili katika busara zake liliona labda hakuna umuhimu tena, ndio maana halikuona haja ya kusikiliza hayo maombi yake mapingamizi yake kabla ya ku ya kuendelea kutoa ya kupinga kwamba hukumu hiyo inatekelezwa wakati mimi sikuwa pati kwenye kesi, na mimi ndiye mmiliki. Wameshtakiwa watoto wengine, watu wengine, mimi nimezungukwa, nimeachwa hapa. Wameshtakiwa watoto Juliana, Selina na Levina Martin, lakini ambaye anadai ni mmiliki paseni Cecilia ni mama yao mzazi, ni mtu iliona kuna haja lakini ikapanga tarehe ya kusikiliza mbele ya tarehe ya utekelezaji, of which case inakuwa useless hata ukisikiliza, kwa sababu haina nature ya utekelezaji, inaondoa dhana ya yaani, ardhi ilivyokuwa haiwezi kurudi tena. Kwa hiyo e, yanakuwa hayana maana kisheria. Huyo mtu ambaye anaona kwamba hukumu iliyo inayotaka kutekelezwa dhidi yake hakuwa mmoja wa wahusika kwenye kesi hiyo, analeta maombi kama ambayo alipeleka huyo Cecilia ya mapingamizi ya kupinga utekelezaji wa hukumu, na maombi hayo yanasikilizwa. Yakishatolewa uamuzi, ndio maamuzi ya aidha kutekeleza hukumu kuendelea ama kusiendelea yanafanyika. Sasa hiyo ni changamoto ambayo imetokea hapo baraza na usiporidhika na uamuzi unatakiwa ukate rufaa, na changamoto iliyopo kwenye mfumo wa haki ni kwamba haki haiharakishwi, lazima ifuate utaratibu. Yaani kwamba huyo mama mume wake anaitwa mzee Joseph, I think Joseph Martin, alikuwa mfanyakazi wa, wa, wa, wa ushirika huo wa, wa Uruwesti na Mruia joint venture kwenye ao mashamba huko ehe wakati anaendelea kufanya kazi pale akaanza kujenga kijibanda kidogo akajimegea, lakini huyo mzee alishafariki na huyo mama alikuwa haishi hapo. Baadaye watoto wake kuna mtoto wake mmoja anaitwa Juliana I think Juliana Martin ehe, Juliana Martin Joseph wakaja wakaanza kurudi hapo. Kwa hiyo kimsingi, mahakama ikasikiliza, ikaenda hadi mahakama kuu wakaamua, walianza hadi baraza la ardhi la kata, la wilaya, baadaye ikaenda mahakama kuu ruling ikatoka ikawapa ushindi chama cha ushirika, kwamba huyo mtu alikuwa anafanya yani amekaa hapo kimakosa usabu, eh, ilo, okay, kwa sababu eneo hilo ilikuwa sio la kwake. Kwa hiyo wakawa wanataka kutekeleza hukumu, wakarudisha kwenye baraza la ardhi la wilaya. Baraza la ardhi la wilaya wakaomba ulinzi kutoka polisi kwa ajili ya kwenda kutekeleza hiyo kwenda kutekeleza hiyo hiyo hukumu ya kumuondoa ya kumwondoa huyo mama hapa kuna kipindi mimi niliwapiga seu so kuwambia, jamani, hebu niendeni mkakae kwanza muangalie huyu mama akitoka hapa anakwenda wapi msingi, toka, lakini kimsingi hukumu ilishatoka, lakini maeneo hayo yote e, hayo maeneo yote walipewa ushindi nani? Chama cha ushirika e, kilipewa ushindi chama cha ushirika, na i, i, delay kubwa sana ilifanyika kwenye kuwaondoa ni kwa sababu pia niliwaambia, hebu subirini kwanza hawa ah, watu waende wakajifikiria wanakwenda wapi baada ya kutoka hapo. Eh, kwa hiyo wawape wawape hukumu hizo zilivyokuwa zinaamua.